Dunia haivunjiki kwa mlipuko mmoja mkubwa. Dunia huvunjika taratibu kwa maamuzi madogo, tahadhari zinazopuuzwa na mazungumzo yanayochelewa kufanyika. Wiki hii mataifa makubwa hayazungumzi tena kwa sauti ya kawaida, bali yanatoa maonyo, yanahamasisha maandalizi, na kwa mara ya kwanza kabisa, baada ya mivutano mikali, yanakimbilia mazungumzo ya haraka, kana kwamba muda unayoyoma. Swali si tena kama dunia ipo kwenye hatari, bali swali ni je, ni nani anajaribu kuizuia, na ni nani tayari anaiandaa dunia kwa kile kinachoweza kuja? Hapa hatuangalii tukio moja moja, bali tunachora ramani ya mwelekeo wa dunia nzima. Karibu kwenye ramani ya Dunia. Russia has attacked Ukraine. This is a brutal act of war. Our thoughts are with the brave people of Ukraine. Katika ramani ya dunia, hatuangalii habari kwa mtazamo wa nini kimetokea, bali tunauliza maswali matatu makubwa. Na maswali hayo ni kama ifuatavyo. Swali la kwanza ni je, Tukio hili linaashiria mabadiliko gani kwenye mizani ya nguvu za dunia? Na swali la pili ni je, ni nani anayefaidika kimya kimya na ni nani anayepoteza bila kupiga kelele? Na swali la tatu ni je, tukio hili linaunganishwaje na matukio mengine yanayotokea kwa wakati mmoja? Wiki hii dunia ipo kwenye hali ya ajabu na hatarishi kwa wakati mmoja. Kwa upande mmoja tunaona maonyo mazito yakitolewa na mataifa yenye silaha kubwa zaidi duniani, maonyo yanayolenga wazi hatari ya kupanuka kwa migogoro ya kimataifa. Na kwa upande mwingine tunaona harakati za kijeshi zikiongezeka, si kwa siri siri tena, bali kwa uwazi wa makusudi, kana kwamba ni ujumbe unaotumwa kwa ulimwengu mzima kwamba tupo tayari na katikati ya hali hiyo ya hofu na maandalizi, ghafla tunaona mbio za diplomasia, mazungumzo ya amani, vikao vya dharura na mazungumzo ya nyuklia yanayopangwa kwa haraka, kana kwamba dunia inajaribu kurekebisha kitu kabla haijachelewa. Hii si migogoro iliyojitenga, bali huu ni mtiririko mmoja wa kimataifa uliojijenga ndani ya wiki kadhaa zilizopita, ikiwemo mvutano wa Marekani na Iran, harakati za NATO na hofu ya vita vikubwa ambavyo historia tayari imeshawahi kuvionya. Ndio maana leo katika episodi hii ya pili ya Ramani ya Dunia, hatuangalii tukio moja kwa hisia bali tunachambua mfumo mzima wa ishara, maonyo na maamuzi yanayoweza kuamua mustakabali wa dunia katika miezi ijayo. Sasa tuanze na maonyo ya mataifa makubwa. Katika historia ya siasa za kimataifa kuna kitu kimoja ambacho hakitokei mara kwa mara, nacho ni mataifa makubwa kuanza kuzungumza kwa lugha ya tahadhari badala ya diplomasia ya kawaida. Wiki hii dunia imeshuhudia hali iliyojirudia kwa kiasi kikubwa na si kawaida hakuna taifa lililotangaza vita wala hakuna taifa lililobonyeza kitufe cha mwisho, lakini lugha inayotumika na viongozi wakuu wa dunia imebadilika, na katika siasa za kimataifa lugha hubeba uzito mkubwa kuliko silaha. Tuangalie maonyo kutoka Urusi. Kutoka Moscow, sauti ya Urusi haijaja kwa makelele, bali ni maneno yaliyopimwa kwa makini, lakini yenye maana nzito. Viongozi wa Urusi wakiongozwa na kauli zinazohusishwa na Vladimir Putin pamoja na washauri wake wa juu wa usalama wameonya juu ya kile wanachokiita hatari ya kupanuka kwa mgogoro wa kikanda na kugeuka kuwa mgongano wa kimataifa. Kwa mtu wa kawaida, kauli hii inaweza kuonekana kama ya kawaida lakini, kwa mtaalamu wa siasa za dunia hii ni lugha ya tahadhari ya kiwango cha juu. Urusi haizungumzi kama mshauri wa amani bali inazungumza kama taifa linalojua fika nani anajiandaa, nani anaongeza presha na ni nini kinaweza kutokea endapo mstari mmoja utavukwa. Kwa maneno mengine, Urusi inasema msipodhibiti hali hii, mtatuingiza na sisi hapa kwenye migogoro yenu. Tuje kwa Ulaya na NATO. Kwa upande wa Ulaya, hususani kupitia NATO, tahadhari imewasilishwa kwa lugha laini zaidi. NATO imezungumza mara kadhaa kuhusu tahadhari ya kuyumba kwa usalama wa kimataifa, pia imezungumza kuhusu ongezeko la vitisho visivyotabirika, na pia imezungumza kuhusu umuhimu wa maandalizi ya pamoja. Hapa kuna jambo la msingi sana. NATO haitoi maonyo kwa sababu ya hofu, lakini NATO inatoa maonyo hayo ili kuhalalisha maandalizi. Kila tamko la tahadhari hufuatiwa na mikutano ya kijeshi, pia huandaa mazingira ya kuhamisha vifaa, na pia huandaa akili za umma kukubaliana na hatua kubwa zaidi zitakazofuata. Kwa lugha nyingine, Ulaya inaiambia dunia kuwa tusipofanya leo, kesho tutalazimika kuchukua hatua tuje kwa upande wa Marekani. Marekani kama ilivyo desturi yake, haijatumia lugha ya hofu ya wazi. Badala yake imetumia lugha ya uwajibikaji na tahadhari ya kimkakati. Viongozi wa Marekani wamezungumza juu ya hatari ya makosa ya maamuzi, na pia wamezungumza juu ya umuhimu wa kuzuia kuongezeka kwa mvutano, lakini pia wamezungumza juu ya kulinda maslahi ya kimataifa. Lakini nyuma ya maneno hayo kuna ujumbe mmoja mzito sana. Marekani inaona hatua harisi ya hali kuondoka kwenye udhibiti, na inapofika hatua hiyo, Marekani hufanya mambo mawili kwa wakati mmoja. Kwanza, huongeza shinikizo la kisiasa na kijeshi, na pili, huandaa njia za dharura za diplomasia. Hii ndiyo hesabu. Maonyo haya hayakuja peke yake, yalikuja sambamba na maandalizi mengine ambayo tutakusogezea kwenye vipande vinavyofuata hapa hapa leo. Sasa tuangalie kwa nini maonyo haya ni muhimu katika siasa za dunia. Maonyo ni hatua ya mwisho kabla ya mabadiliko makubwa. Maonyo hayaji wakati hali ipo shwari, wala hayaji kwa mazoea, na hayaji kwa bahati mbaya. Maonyo huja pale ambapo mataifa yanaona hatari ya mlolongo wa matukio yasiyoweza kuzuilika, na pia huja pale ambapo maamuzi ya haraka yanaweza kuamua mustakabali wa dunia nzima. Ndio maana wiki hii tunapoangalia maonyo haya kwa pamoja kutoka Urusi, NATO na Marekani tunaona picha moja kubwa ikijitokeza. Dunia inasukumwa kuelekea mstari wa hatari na kila upande unaonya kana kwamba unajua kitu ambacho dunia bado haijakitambua wazi. Na hapa ndipo swali kubwa linapojitokeza. Ikiwa maonyo yameshatolewa, je, hatua zipi tayari zinaendelea kuchukuliwa kimya kimya? Majibu ya swali hili utayapata hapa hapa na sasa. Tuangalie harakati za kijeshi. Hebu tusimame kidogo. Katika historia ya dunia, maonyo ya kisiasa hayakuwa yakitolewa peke yake. Kila mara yamekuwa yakifuatana na jambo moja la hatari zaidi. Jambo lenyewe ni harakati za kijeshi zinazobadilisha mzani wa nguvu kimya kimya. Na hii wiki hili ndilo tunaloliona waziwazi. Tuanzie NATO. NATO haifanyi mambo kwa jazba. NATO ni mashine ya kupanga mambo yake kwa muda mrefu. Wiki hii taarifa na mienendo kutoka ndani ya muungano huu zimeonyesha kitu kimoja muhimu sana. NATO ipo kwenye hali ya readiness na si reaction. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba si kwamba vita vimetangazwa, wala si kwamba mashambulizi yameanza, lakini miundombinu ya vita ina tayari. Kuna ongezeko la mazoezi ya kijeshi ya pamoja na pia kuna ongezeko la uhamishaji wa vikosi na vifaa katika maeneo nyeti. Lakini pia kuna ongezeko la mikutano ya ndani ya kijeshi inayolenga kujadili hali mbaya ambazo zinaendelea ulimwenguni. Na hapa kuna kanuni moja muhimu sana ya kisiasa za kijeshi: hakuna jeshi linalofanya mazoezi makubwa bila sababu ya msingi. NATO inasema inafanya hayo kwa ajili ya usalama, lakini kiuhalisia, hii ni lugha ya maandalizi. Ni kama mtu anayesema, sijiandai kwa vita, lakini sitashangazwa kama vita vikitokea. Kuna jambo lingine nyeti hapa. Harakati hizi za NATO hazilengi tu wanajeshi bali pia zinalenga akili za raia wa Ulaya. Kwa nini? Kwa sababu vita vikubwa havipiganwi kwa siraha tu, bali pia vinapiganwa kwa ridhaa ya watu. Unapoona viongozi wa Ulaya wakizungumzia hatari ya usalama, wakionya juu ya hali isiyotabirika na wakisisitiza umuhimu wa mshikamano, wanachokifanya ni kuanza mchakato wa kisaikolojia wa kuandaa jamii zao kwa ajili ya hali ngumu zaidi inayokuja. Hili ni jambo ambalo halifanyiki ghafla, hufanyika taratibu, kimya kimya, kwa wiki na hata miezi kadhaa. Tukiachana na Ulaya na NATO, hebu tuangalie upande wa Marekani. Hapa mambo yanakuwa mazito zaidi. Marekani haitegemei NATO pekee. Marekani yenyewe ina mfumo wake, hesabu zake na ratiba zake. Wiki hii Marekani imeonyesha ishara kadhaa muhimu. Kwanza, imeimarisha uwepo wa kijeshi katika maeneo nyeti, pia imeongeza doria za kimkakati, na pia imeonyesha uwezo wake wa kujibu haraka endapo hali itabadilika lakini jambo la muhimu zaidi si kile wanachosema bali ni kile hawasemi lakini wanakifanya katika siasa za Marekani unapokaribia katika hatari kubwa mawasiliano hupungua maneno hupimwa zaidi na vitendo huongezeka hii ni ishara ya taifa ambalo halitaki kuonekana kama linachochea vita lakini pia haliko tayari kushikwa likiwa halijajiandaa Tuangalie utofauti muhimu kati ya NATO na Marekani hapa ndipo uchambuzi wa ramani ya dunia unapokuwa tofauti na World News ama habari za ulimwengu. Tukiangalia NATO, NATO inajiandaa kwa ulinzi wa pamoja. Pia inalenga kuzuia mshangao na pia inafanya kazi kwa mfumo wa makubaliano. Lakini kwa upande wa Marekani, Marekani yenyewe inajiandaa kwa uwezo wa kuchukua hatua peke yake na inalenga kudhibiti mwelekeo wa mgongano, lakini pia huhifadhi chaguo la kwanza la kusogea au kusubiri. Hii ina maana gani kwa picha kubwa ya dunia? Ina maana kwamba kuna maandalizi ya pamoja na kuna maandalizi binafsi, yote yakielekea kwenye uelekeo mmoja katika harakati hizi. Huu ni ujumbe usiosemwa. Hakuna aliyesema kwamba vita vinaanza, lakini kila kitu kinaonyesha. Kila mmoja anasema kwamba tunaandaa mazingira endapo vita vitatokea, na hii ni hali ya hatari zaidi kuliko vita vyenyewe kwa sababu wakati maandalizi yanapokuwa makubwa makosa madogo madogo yanaweza kusababisha mlipuko mkubwa wa vita. Ndiyo maana dunia inaingia awamu ambayo si shwari tena. Vita bado havijaingia, lakini hatua ya kati inayobeba hatari kubwa kuliko zote na hapa ndipo swali linapobadilika kabisa. Ikiwa maonyo yametolewa na maandalizi ya kijeshi yanaendelea, kwa nini ghafla dunia inaanza kuzungumza zaidi juu ya mazungumzo ya amani? Majibu ya swali hili yanapatikana katika tukio hili la mwisho. If we are going to prevent and avoid war, which is what we all want, we must prepare Mbio za diplomasia na mazungumzo katika kivuli cha hatari. Kabla hatujaendelea, hebu nikuulize swali moja la msingi. Ni kwa nini wakati maonyo yanaongezeka, wakati hatari za kijeshi zinaimarishika, ndipo ghafla dunia inaanza kusikia zaidi kuhusu mazungumzo ya amani? Hili si jambo la bahati mbaya na halitokei kwa sababu mataifa yamebadilisha ghafla misimamo yao. Katika siasa za kimataifa, kuna kanuni moja isiyoandikwa. Kanuni yenyewe inasema, mazungumzo makubwa huanza pale ambapo hatua imefikia kiwango ambacho hakuna upande unaotaka kuingia gizani bila ramani. Na hilo ndilo hasa linaloonekana wiki hii. Tuanzie hapa kwenye mazungumzo ya amani. Dunia imeanza kushuhudia wimbi la mazungumzo yanayotajwa kuwa mazungumzo ya amani, lakini kwa mtazamo wa kimkakati, haya si mazungumzo ya kusherehekea matumaini. Ni mazungumzo ya kudhibiti hasira, kupunguza makosa na kuweka mistari isiyopaswa kuvukwa. Mazungumzo juu ya vita ya Urusi na Ukraini yanayofanyika Abu Dhabi hayapo kwa sababu pande zote zimechoka ghafla, lakini yapo kwa sababu hatari ya kupanuka kwa mgogoro imekuwa rahisi. Wahusika wakubwa wanahisi presha ya hali hiyo inawalazimisha kuingia moja kwa moja, na kila upande unataka kujua, je, mpaka wapi tunaweza kufika bila kulipua mfumo mzima? Haya ni mazungumzo ya udhibiti na si maridhiano ya dhati. Sasa tuje kwenye kipande nyeti zaidi, mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Irani ambayo yalifanyika siku ya Ijumaa yanakuja katika maz zingira ambayo si ya kawaida kabisa. Haya si mazungumzo ya kawaida ya makubaliano, bali ni mazungumzo yanayofanyika wakati mvutano uko juu na macho ya dunia yote yako hapo. Kwa upande wa Marekani, inataka kudhibiti hatari ya mnyororo wa matukio yasiyodhibitika. Pia inataka kuhakikisha mgogoro wa Mashariki ya Kati haugeuki kuwa vita pana zaidi na kwa upande wa Iran inataka kuonyesha kuwa bado ina njia ya diplomasia, lakini pia haitaki kuonyesha kama imegeuza msimamo wake chini ya presha. Hapa hakuna upande unaokuja mezani kwa sababu ya imani kamili, bali wote wanakuja kwa sababu gharama ya kuto kuzungumza imekuwa kubwa mno. Swali la kujiuliza ni kwa nini diplomasia huongezeka wakati hatari ipo juu? Hili ndilo jambo ambalo watu wengi hawalielewi. Wakati hali ipo shwari mataifa huchezea siasa kwa maneno, lakini wakati hali inapokaribia kuvuka mstari, mazungumzo yanageuka kuwa silaha ya kuzuia mlipuko. Diplomasia katika nyakati kama hizi si ishara ya amani, bali ni ishara ya hofu ya kile kinachoweza kutokea. Ni kama dereva anayeona gari linakaribia kugongana, anaweza kukanyaga breki kwa nguvu, sio kwa sababu ana uhakika wa kusimama kwa usalama, bali ni kwa sababu asilimia ndogo ya kupona ni bora kuliko uhakika wa ajali. Haya mazungumzo yanatuma ujumbe mkubwa sana kwa dunia kwamba maonyo hayakuwa ya bahati mbaya Baya, na maandalizi ya kijeshi hayakuwa ya kawaida, na pia hatari inayozungumzwa nyuma ya pazia ni kubwa kuliko inayoonekana kwenye vichwa vya habari. Hii ndiyo sababu tunaona mazungumzo ya amani yakiongezeka, mikutano ya dharura ikifanyika kimya kimya, na lugha ya viongozi ikibadilika taratibu, si kwa sababu dunia iko salama, bali kwa sababu dunia inajaribu kujiokoa kabla haijachelewa na hapo sasa picha yote inakamilika. Maonyo yapo, maandalizi yanaendelea, na mazungumzo yanafanyika. Hii si dunia ya amani, bali hii ni dunia ya kusawazisha juu ya mstari mwembamba sana na sasa tufanye intelligence synthesis, yaani, tuunganishe dalili na mwelekeo wa dunia. Tumeona maonyo kutoka mataifa makubwa, si onyo la taifa moja, bali sauti zinazofanana kutoka pande tofauti za nguvu za dunia. Hili peke yake tayari ni ishara ya hatari. Kisha tumeona maandalizi ya kijeshi, sio maandalizi ya ghafla, bali maandalizi yaliyo kwenye mfumo. NATO kwa upande wake, Marekani kwa upande wake, kila mmoja akihakikisha kuwa hatoshikwa bila mpango. Na katikati ya presha hiyo, tumeshuhudia jambo la tatu, mazungumzo ya amani na diplomasia ikiongezeka ghafla, kana kwamba dunia imegundua iko tayari katika mstari ambao hairuhusiwi kuuvuka. Haya matatu yakikusanywa kwa pamoja hayaundi picha ya dunia iliyotulivu, yanaunda picha ya dunia iliyo kwenye hatua ya kusawazisha, hatua ambayo kihistoria huwa hatari kuliko zote. Katika historia ya siasa za kimataifa, vita vikubwa havianzi kwa mshindo, vinaanza kwa maonyo yanayojirudia, maandalizi yanayoonekana ya kawaida, na mazungumzo yanayoitwa ya dharura. Hii ndiyo awamu ambayo kila upande una unajaribu kuonyesha nguvu bila kuitumia, na kila upande unajaribu kuzuia vita bila kuonekana dhaifu, na unajaribu kulinda bila kuchochea mlipuko. Tatizo ni moja tu: kadri wahusika wanavyoongezeka ndivyo hatari ya makosa inavyoongezeka pia. Katika mazingira haya vita havihitaji uamuzi wa makusudi. Wakati mwingine vinahitaji ujumbe uliotafsiriwa vibaya, harakati iliyosomwa vibaya au tukio dogo lililovuka mstari bila kukusudia. Maonyo ya Urusi yanaonyesha hofu ya kupanuka kwa mgogoro. Harakati za NATO zinaonyesha maandalizi ya kukabiliana na hali mbaya zaidi. Na hatua za Marekani zinaonyesha kuwa ni nchi ambayo inajua mzigo wake wa kuwa nguvu kubwa duniani. Mazungumzo ya diplomasia yanaonyesha jambo moja la wazi, kwamba wahusika wakuu wanajua kuwa kuna hatari halisi mbele yao. Hii si dunia inayojipanga kwa amani ya kudumu bali ni dunia inayojipanga kuepuka janga, huku kila upande ukijiandaa endapo kuepuka kutashindikana. Ndiyo maana katika ramani ya dunia hatusemi vita vitaanza kesho. Hiyo sio kazi yetu. Tunachokisema ni hiki: dalili zote za kihistoria za awamu hatari zimejikusanya kwa wakati mmoja, na kila mara dunia ilipofika hatua hii hapo nyuma, ama ilifanikiwa kusimamisha kabla ya kuanguka au iliteleza na kuingia kwenye mzozo mkubwa ambao hakuna aliyoutarajia kwa kiasi chake. Swali muhimu kwa sasa si kama dunia inaogopa vita. Kiukweli ni kwamba dunia imekuwa ikiogopa vita kwa muda mrefu. Swali ni hili, je, dunia bado ina uwezo wa kudhibiti mwelekeo wake au tayari imeshaingia kwenye mkondo unaojisukuma wenyewe? Hili ndilo swali ambalo Ramani ya Dunia huacha likining'inia kwa sababu majibu yake hayapatikani kwenye vichwa vya habari bali yanapatikana kwenye matukio yanayoendelea kimya kimya wiki hadi wiki. Kila mara tunapozungumzia mvutano wa kimataifa, watu wengi hufikiri jambo moja tu, vita. Lakini ukweli ni huu, athari za mvutano wa dunia huanza kabla hata ya risasi ya kwanza. Mataifa mengi huumia zaidi kabla ya vita kuanza, na mengine huendelea kuumia hata kama vita havikutokea kabisa. Hii ndiyo awamu ambayo dunia iko sasa, awamu ya matokeo ya kimfumo, ambapo mabadiliko makubwa kubwa ya yanatokea kimya kimya na kuwa ya kawaida bila watu wengi kuyatambua. Kwanza kabisa tunashuhudia mabadiliko ya wazi katika namna mataifa yanavyojiendesha diplomasia. Inazidi kuwa ya tahadhari na lugha ya ushirikiano inazidi kubadilishwa na lugha ya usalama wa kitaifa. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba mataifa yanaanza kufanya maamuzi si kwa kuzingatia manufaa ya pamoja, bali kwa kujiandaa dhidi ya hatari mbaya zaidi. Katika mazingira haya, mikataba inakuwa dhaifu, ahadi zinakuwa za muda mfupi na uaminifu wa kimataifa unaporomoka polepole. Mvutano unapozidi kuongezeka, fedha huanza kuogopa kabla ya watu kuanza kuogopa. Masoko ya dunia hujibu kwa hofu, wawekezaji huanza kujificha na mataifa huanza kuhifadhi badala ya kushirikiana. Hii ndiyo sababu hata bila vita tunashuhudia bei zikiumba, gharama za nishati zikibadilika bila utaratibu na mataifa madogo yakikosa uthabiti wa kiuchumi. Na muhimu zaidi, mataifa yasiyo kwenye headline ndiyo huathirika zaidi kwa sababu hayana sauti kwenye meza ya maamuzi, lakini yanaishi na matokeo yake. Katika awamu hii, usalama haupimwi tena kwa mipaka yake, unapimwa kwa usalama wa chakula, usalama wa nishati, usalama wa teknolojia na hata usalama wa taarifa. Kadri mvutano unavyoongezeka ndivyo dunia inavyogawanyika katika kambi zisizoandikwa rasmi. Kila upande unachagua nani wa kumwamini na nani wa kumwangalia kwa mashaka. Hii si hali ya vita vya wazi, lakini ni hali ya vita baridi yenye sura mpya. Afrika mara nyingi haianzishaji migogoro ya dunia, lakini karibu kila mara hubeba mzigo wake. Katika awamu kama hii, gharama za bidhaa zinaongezeka msaada wa kimataifa unapungua, na shinikizo la kuchagua upande huanza kuonekana taratibu. Mataifa yanayoonekana kutokuwa na upande wowote hujikuta yakilazimika kufanya maamuzi ya kimya kimya, kwa sababu dunia haivumilii tena kusimama katikati kwa muda mrefu. Kwa raia wa kawaida haya yote hayaonekani kama vita, yanaonekana kama maisha yanakuwa magumu zaidi, bei zinapanda bila sababu inayoeleweka, na hali ya wasiwasi inakuwa ya kawaida. Lakini kihistoria ndivyo mabadiliko makubwa ya dunia huanza, sio kwa kishindo, bali kwa hali mpya inayokubalika taratibu. Hapa ndipo ujumbe mkubwa unapojitokeza: dunia haijavunjika, lakini imeingia kwenye awamu ya hatari, awamu ambayo matokeo yake hayatabiriki kirahisi. Na katika awamu hii, kutofahamu kinachoendelea ni hatari kuliko habari zenyewe. Dunia haibadiliki kwa kishindo, inabadilika kwa hatua ndogo ndogo ambazo wengi huzipuuza mpaka siku moja wanapogundua wapo kwenye mazingira mapya kabisa. Wiki hii hatujaona vita vikianza, lakini tumeona dalili zote za awamu ambayo historia huiandika baadaye kwa herufi kubwa. Maonyo yalitolewa, maandalizi yaliimarishwa, mazungumzo yakafanyika. Haya si matukio yaliyotokea kiv yake ni mstari unaochorwa polepole kwenye ramani ya dunia, na kila mstari unaochorwa bila kelele hubeba uzito wa maamuzi ambayo hayatangazwi kwa umma. Katika nyakati kama hizi, hatari si tukio moja kubwa. Hatari ni mlolongo wa matukio madogo yanayokubalika kama ya kawaida. Historia inatuonyesha jambo moja: wakati dunia inapoanza kuzungumza kwa tahadhari, ni kwa sababu inajua kuwa jambo linakuja mbele. Swali kubwa si kama mvutano utaendelea, hilo swali tayari limejibiwa. Swali lililopo ni je, dunia inaweza kusawazisha nguvu hizi zote bila kuanguka, au tayari ipo kwenye mkondo ambao hauwezi tena kusimama kirahisi? Mimi ni Isaac Samuel, na hii ni Ramani ya Dunia hapa Vision.